Kushuka kipindi cha nyuma mpaka shilingi 200 kwa kilo. Mpaka 150 kwa kilo. Watu wengine waliamua kufia kwa kwa sababu walipata hasira. Utaratibu wa hasi. Uta stakabadhi gani leo hii transaction? Tumeshuhudia mazao yaliyopita katika msimu wa mwaka 2024 25. Bei baadhi ni shilienda mpaka shilingi 2100 2200. Haijawahi kutokea katika kipindi cha karibu. Lakini mazao mbalimbali leo hii zao la kokoa limeendelea kufanya vizuri kupitia utaratibu wa stakabadhi. Mwenyezi Mungu na karafuu. Ni kushukuru kwa uratibu wako. Na ofisi yetu ni stakabadhi za ghala. Tumeheshimisha zao la karafuu leo hii. Karafuu ile iliyolimwa hapa Morogoro, mkuu mkuu amesema ifika kilo shilingi elfu kumi na nane. Haijawahi kutokea. Hata watu wa Tanga wanakuja kuuza karafuu ya karafuu yao kupitia soko la Morogoro. Ni heshima kubwa kwetu. Niwaombe maafisa biashara wote, Tuendeni tukasimamie mfumo wa stakabadhi za ghala katika maeneo yetu, kwa lengo la kurasimisha utaratibu malo... wa biashara katika mamlaka za serikali za mitaa. Naomba niwajulishe kwamba kupitia mfumo huu katika msimu uliopita, tumeweza kuuza fedha zilizoenda kwa wakulima imefika shilingi trilioni 2.9. Haijawahi kutokea. Na mamlaka za serikali za mitaa zilipata shilingi bilioni 85, ambazo pesa hizi bila kukimbizana na mtu katika vizuizi. Fedha hizi mamlaka za serikali za mitaa walizipata kupitia naombeni nendeni, mkasimamie mfumo wa stakabadhi ghalani katika shughuli zetu. Ni miongoni mwa jambo tulifanya vizuri kwa lengo la kurasimisha vizuri, biashara zetu zifanye vizuri. Lakini ambao wajulisha kwamba kwa serikali inakuja na mpango wa ujenzi wa viwanda, ambao mpango ule ule ule kujenga viwanda 9,045 viwanda hivi vitakwenda katika viwanda vidogo vidogo, sana, vidogo, vya kati na vikubwa. Malengo yetu ni kwamba kupitia viwanda hivi tuweze kuzalisha ajira zipatazo milioni 6.5 ikiwa kwa ajili ya milioni moja na forbaini ni ajira za mjomoo. Hili litasaidia sana kuchangiza uchumi wa nchi yetu, lakini masuala na mazima ya biashara katika maeneo yetu. Lakini waombe vile vile kutumia fursa ambazo zimepita zinapatikana kupitia uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali ya waomo ya siku kubwa zaidi. Ndugu zangu, ni waombe swala zima la muunganiko wa shughuli zetu, nasemwa hapa na viongozi wote no wanaopita idara hizi hazizungumzi kilimo, biashara uvuvi, mifugo, madini hazizungumzi. Sisi tumejipanga, Mheshimiwa Waziri, tumeona tupeleke miti huko milimani, that's the only way to account them. Lakini tukipeleka miti kule milimani na wale watani zetu Wasukuma kama bado wao wataendelea kukata kuka mkaa kwao, tumefikiria nini mheshimiwa? Tunapeleka kule juu miti ambayo ukiukata unaonekana chizi. Mikarafuu, miparachichi mikahawa, everything you can imagine tunapeleka juu na tumeshaanza kupeleka miche huko juu. Tunakadiria tutapeleka miche aina mbalimbali kwa kushirikiana na taasisi zingine zote kama miche milioni tano. Sisi wa Tanzania kama mzalishaji namba tano duniani, elfu sita, elfu nne ziko Zanzibar, elfu mbili ziko Morogoro. Mheshimiwa <laughs> Waziri sisi, sisi tumetapeleka conservation program tunapeleka juu miche milioni moja ya karafuu tumeshapeleka kama miche lachi, in the next five years wote ilikuwa imeanza kuzalisha mikarafuu. Inaishi miaka sabini, ina grow exponentially mpaka mwaka wa ishirini 0 ndio inafika piki na zaa hivyo, mpaka mwaka wa hamsini stini, halafu inaanza kushuka kidogo. I promise Mheshimiwa Waziri, tumejipanga mkoa wa Morogoro. Mkutano wa mwaka huu una kauli mbiu ya kukuza ushirikiano kati ya serikali kuu, serikali za mitaa taasisi za uwezeshaji kwa maendeleo endelevu ya viwanda na biashara. Lengo la kauli mbiu hii ni kuendelea kuimarisha ushirikiano wa taasisi za serikali na kufanya kazi kwa pamoja katika kuwahudumia wafanyabiashara, wawekezaji na wananchi kwa ujumla. Mkutano huu ni wa kipekee kwani, pamoja na shughuli nyingine, utakuwa na uzinduzi rasmi wa kauli mbiu mpya ya BRELA isemayo lango la mafanikio ya biashara, a gateway to business success. Lengo la kauli mbiu hii ni kuhamasisha urasimishaji n, u, na ukuaji endelevu wa biashara unaozingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi. Katika kuhamasisha utendaji bora wa maafisa biashara na kuwajengea ari ya kazi, BRELA inatarajia kuanzisha utaratibu wa kutoa tuzo kwa maafisa biashara watakaofanya vizuri zaidi katika kurasimisha biashara katika maeneo yao. Vigezo vya kupima utendaji kazi wao vitaandaliwa ili kuwezesha uwazi na haki katika upatikanaji wa washindi. Ni matumaini yangu kuwa maafisa biashara watatumia fursa hiyo katika kuboresha utendaji kazi wao na ushirikiano uliopo kati ya BRELA na maafisa biashara katika kujenga nyumba moja ambayo ni Tanzania yenye mazingira wezeshi ya biashara na uwekezaji kwa lengo la kusukuma mbele juhudi no. za serikali katika kuimarisha uchumi wa nchi yetu. Mheshimiwa Waziri, ili eneo la maafisa biashara kutumika kama maafisa mapato limekuwa likileta changamoto kidogo, ndio maana unakuta mara nyingi sana hatuoni, hatuoni matokeo ya kuibua maeneo mapya ya uwekezaji maeneo mapya ya uwekezaji katika halmashauri zetu, kwa vile wao wamekonsentreti zaidi katika ku, kutafuta mapato kwa maana ya kukusanya mapato, lakini sio kuibua wawekezaji wapya na kushauri wananchi kwamba eneo lipi unatakiwa uwekeze na ufanye nini.